Kwenye kwa hiyo hata tukiwekea fomu na kuwapa maelekezo tunajua tu watakosea na wataangukia huko. Kwa hiyo baada ya majadiliano mengi tuna design, tukasema tuache tu hizi fomu mbili. Huyu ambaye atakayekosea rova, ambaye atakuwa hasomi akaingia na kamishina wake, fomu yake inajibadilika, inaenda kwenye wa adult. Kwa hiyo ina maana nini? kile kipengele cha shule naltaanafanya lakini, kule field anafanya nini? Anafanya rover au anafanya group scout leader? Kama anafanya

Hmm. Udata, shida kubwa tunatakiwa makamishna nyinyi mbadilike na wilaya na, na wana... wilaya so, wengine hajaenda PTC. Anataka kuendeleza vijana waendelee mbele. Mathalan ukaweka unatazamia vijana wako wale unaotaka kwenda katika adults. Kuna groups kwa viongozi walio wengi katika wilaya yako. Na sio makamishna tu. Inawezekana kuna wengine hata wale wale wale machi. We, kamisha kwa hiyo wanaobania sana sawa sawa, ndio sawa sawa. Kwa sasa nastahili kuwa kuwa kiongozi au bado kuna muandaa kwa kufunzi msaidizi, ili nijifunze hapo kwenye assistance groups kwa kulida. Kwa hiyo actually, nafahamu lengo langu tu ni kutaka na page. Tuingize data ambazo tunazihitaji kwa sasa Uh, kama ukitazama pale kwangu mimi kwa vijana wale sasa kimsingi, okay, e, tumeingia sasa, watu walikuwepo wako pending, zaidi ya 600 kutoka mia access na vilevile waweze kutoa utambulisho wa JSL wao tuweze kuwapa access ili tuweze kuondoa lundo la watu ambao linasubiria ambao liko nje ya mwezi huu ili takwimu ambayo tunaotakiwa tufike 941 na, tufi. na moja tabuku hatujafika. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo tuweze mba... kuwapa kuhamasisha waweze kuingia waweze kuwatoa wale watu ambao wanawasubiri pale nje. Nimekuona Jitinya, umenyosha mkono eh, unane... dakika kumi na tatu za kumaliza kipindi chetu, ndiyo Jitinya. Eh, mimi nataka tu kusisitiza kama ni kwa kwa kwa kwa vingeendelea mara kwa mara. Okay. Walifika mpaka arobaini na e, hata kama ni arobaini bado namba haijatosha, tungejaribu na kufanya vikao vingine zaidi. Tofauti na hapo, mimi napata wasiwasi kwa baadhi ya makamishina, wanakuwa na delay kubwa sana kwenye mambo ya usajili, ili kasi iweze kwenda kwa kwa spidi kama tunavyotarajia. Nitaka tupongezea hili Asante sana, ni kweli kabisa. Kasi ya makamishna ni ndogo sana kwa sababu mfumo unakuletea message ndani yai hata dakika kumi za kuweza sasa. Just imagine tunatumia pesa kukuletea message, kukufanyia notification na kukukumbusha kwamba kuna watu wanakusubiri kwenye mfumo, lakini bado na moja leo wewe ulikuwa kupelekea message wa eneo lako tu, nimekuja matumizi yanaongezeka, mipango ni mingi sana Nisisitize tulipe ada, tusajili makundi. Makamishna, tuangalie makundi tuyasajili. m maku ya wilaya ya Ubungo ana makundi thelathini. Sasa sasa hivi kila kitu kinachotambulika ni makundi yako, kwa hiyo tuangalie. Ni haki kuliko na makundi thelathini alafu anakuta makundi thelathini yote hajalipa ada. Si haki kwa tujipime kwa mfungo, na tuje na mfumo, tuangalie na makundi yetu. Wewe ukiwa kama kamishina una nafasi kubwa sana sasa hivi na ni nzito, sio kujibweteka sasa hivi. Kila kitu kwa tunaangalia kwenye mfumo. Kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunatoa 12 sawa, kweli, ambapo makundi 12 baada ya mikoa ni scout group leader mmoja huyo, group scout leader mmoja ndio mwenye makundi 12 ni sio nayo, lakini una majeselo wangapi? Una, una scout wangapi? kundi kumi, kundi moja halina hata mwanachama hata mmoja. Kaingia GSL ka li, kaliingiza kundi lake mwenyewe kabaki peke yake hajaingiza hata viongozi wake, sasa tunakwenda wapi? Kwa hiyo tunachokitaka makundi yasiwe makundi kama ngenda, na mfumo angalia una makundi mangapi na kila yani, hata nusu ya nusu ya patrol. Tuongeze makundi, tuyasajili makundi, tulipe ada za makundi, tuwaingize maskoti wetu, tulipe ada za maskoti wetu. Na sasa hivi tutatuma message baada sasa kama umechukua ile wanafunzi wako umekula mlipie ada sasa. Kabla tujaanze kuwatumia message wazazi na wanafunzi wao, zimebaki zimebaki dakika nane hivi. Una takwimu ya watu wa makamishna na wasaidizi, sijui ni watu wengi zaidi. Sasa unakuta kwamba hakaka elimu ambapo package ambayo inatoka sasa hivi inaingia kwa watu 30. Kwa hiyo bado nenda shinda kushangaa kwenye kitu muhimu kama hiki sasa hivi, alafu unakuta watu 30 tu ndio wanaodili sisi. 30, watu wachache sana kwa hiyo lazima hii kwa lozo sio kwamba watu wanazo za kawaida. Ndani ya watu 1000 eh, na kitu watu wa 30 na unachozungumza ni kitu cha msingi zaidi, natakiwa tufanye mambo ya msingi zaidi. Kundi shida. Lakini jambo lingine nilikuwa nataka kujaribu kuangalia, unajua huu scout huu kuna kuna scout wa mjini na usiku huko Songea, yeah, tuko huko na mtumbo huko, tuangalie kwanza na sisi tu performance yetu, ufanyaji wa kazi, capacity yetu understanding iko vipi Yani machache sana ambao ambao fumu wenyewe kwamba upo unahitaji tuende spidi kupata kama kuna yunga twende ipe ada hiyo, ndio muhimu. Sawa kabisa mm. Okay, kwa... tume- tumekuwa tume wa, wa, wa kwanza hata kwenye kikao kinachofata tuanze na hiyo starting point ya kwamba ambayo tulizoea kikao cha kwanza, nani ametekeleza ulipaji wa sawa kabisa, hey. Basi tapendeza zaidi kuanzia kesho, kwa hiyo mpaka mwisho lini sijajua. Sasa h uta... rekodi yao tunayo na tunazo vitu vyao na tuna taarifa zao zote zipo, tutaitisha kikao kingine na kikao, alafu mambo mengine yanakuwa Ah, mimi kani. Sasa nataka bwana niwapongeze, ni wapongeze Geita. Hmm. Ona Geita wana wametupongeze bwana, hii kikao wana... inaruka live okay. sasa hivi tu. Kwa haya ni sehemu ya maendeleo, tunawashukuru sana, tunawashukuru kwanza nishukuru na, mepata nafasi na dakika za mwisho mwisho, lakini mm, kwa kuboresha, tuenda kwa upande wetu, tunasema kuna, kuna vingi vinafanyika na hata sahizi watu wako live, lakini jiunga katika mfumo hapa kapata akapata. Mimi nilikuwa ni mmoja wao. Ja, shida ni nini nini, makamishna wa Geita, walikuwa wajaingia kwenye mfumo wale <laughs> watu wote tunawaona, lakini hatuwezi tukawathibitisha <laughs> hatuwezi, hatuezi tukaubaipasi mfumo, japokuwa uwezo tunao tunamwachia kamishina afanye shughuli yake. Makamishina wa Tanzania nzima, kuna kamishina mmoja nilikuwa nazungumza naye nikana mwambia bwana mfumo, na kanaambia, unajua asubiri kwanza kidogo, nafikiri mpaka baada founders day kisha na nini na nini, ndo nitajaribu kuingia kwenye, kwenye mfumo na nini. Unasema tena utaingia baada founders day, ni elimu kuweza kudhibitisha. Na kikubwa mno, kuna watu wamejisajili mpaka mara mbili, mfumo unaruhusu kujisajili mara moja, wamejisajili mara mbili, wako pending, tunawaona, wengine tumewasaidia lakini kikubwa, kamishina ana nafasi kubwa sana kucheza katika mfumo pamoja na GSA. kubwa ni pale chini, angalau tutaki ku bypass tunawaangalia. Sasa tunaona bado elimu haijatosha, na waki sana hii na wenyewe waingie mfumo uende kwenda na na ipasavyo na, na, na, na, eh, lakini tunajua kwamba ni mwanzo, labda mipango mbeleni tupende tena kushauri kitu naam. Pande wa uh, rini kipindi inatoka bara kwanza, inawezekana ikawa ni changamoto ambayo imesababishtulia bado watu keneza kuingia. Kwa hiyo inawezekana tumewapoteza watu wengi sana, imeleta hey, shida kwamba kwenye kule kuna watu wameingia, wamebypass wanaingia. So, kwenye grupu kule kunaonekana kuna kikao kingine, lakini ukiforce kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto yaani, ni bora ataingia moja kwa moja, kwamba tumechelewa kuanza, na ni kweli, inaweza kuwa ni sababu tumeweza kuwakosa waliokuwa wengi, sababu mashine yetu nyumbani, kwenda kuishika ile mashine ili kuweza kuruhusu mfumo kuweza kuingia ilikuwa shida kidogo. Kwa hiyo niombe radhi kwa, kwa hilo na ah, naam ati database zile tuangalie mfumo, sio kila mmoja anaweza akafanya kitu, kwa sababu pale saa hizi <tot> anayefanya kitu ni mtu ambaye hayupo kabisa kwenye watu wanaanza ku kujoin. Sasa tunakuwa na, na, na mfumo ambao hauwezi manage group, tunatoa elimu kwamba, ah, tunaendelea kuwarekebisha na kutoa kutoa elimu hiyo, japokuwa wengine washefanyaga kipindi cha nyuma. Mtu akifanya tunamremove, lakini sasa cha mmoja akafanya alifanya Tunaona kweli kabisa ni mambo ambayo yamefanyika si mazuri. Na wala sio so jambo kabisa kulifurahia. Mungu Mungu atusaidie twende hapo. Weka kwenye simu. Tuni tu. <laughs> Mungu bless na itakuwa ni jambo jema sana. Hapu hapo soon nafikiri ndana siku mbili tatu tutakuwa tuna hapo. Ndana wiki ijayo wiki mbili tatu tutakuwa tuna hapo. Tuna kipondo kama mnaweza kuzungumza tuzidisha. Hey, Mike unashongea? Na na. Naam. Uh, niombe tu confirmation kwa wiki ijayo, itakuwa ni jumaa ngapi? Au vipi kama ikiwa ijumaa ijumaa, e ngumu, ijumaa ngumu, si moja kwa moja tutaanza na ukai. Jumapili tu tujitakie kila la heri lakini tuwakazania Scout Leader waweze kuingia pamoja na vijana waweze kuingia kwa, kwa ambao walodi walokuwa wamesajiliwa na kupata notification SMS, na kwa wale aliojisajili ambaye hajapata SMS mpaka sasa na ametolewa makao mapya, na tunajua kabisa za kutumia hizo kuweza kwenye mfumo. Wale wanaona kwamba yeye aweza katibu wao iweze kumpa access hayo, na nisemeni na na mada yetu ya kwanza itakuwa kata katika maeneo yetu. Baada ya hapo, tutapata nafasi tena ya maswali matatu ya kuweza kujua katika mfumo zaidi. Tutaelezea sasa faida za mfumo, maana hii leo tukuelezea faida za mpaka muda huo tutakuwa tutakua. Basi kwa kusema hivyo, asanteni na kila la heri, alamsiki. Ni nuru tuweza kufungua mic zetu, tukapiga tumepiga picha lakini bila kuona sura zenu kapiga picha nyingine za sura zenu tukafunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Bravo. Ya kwako tuione sasa. Nafungua kamera ya, ya kwangu.